Hello, YouTube, karibuni kwenye channel yetu. Tunazungumzia masuala ya kifedha na uwekezaji kiujumla, kuanzia forex, soko la hisa au stock market kiujumla, hati fungani na masuala mazima ya mfuko wa kifedha wa uwekezaji wa pamoja, kwa Kiingereza mutual funds. Kwa hiyo tunaanza na kitu tunakiita financial literacy. Financial literacy kwa kawaida au wa tafsiri sisisi ya lugha mama ya kiswahili ni elimu ya kifedha kwa hiyo hii ndio itakuwa outline ya video yetu ambako tutakuwa na namna ya kubuild your financial foundation psychology ya utajiri na pia kriteria za kiujumla zinazotumika katika uwekezaji tunapokuja kwenye slide yetu ya kwanza tuna kitu tunakiita building your financial foundation Building your financial foundation, maanake namna ya kutengeneza uh, msingi mzuri wako binafsi wa kifedha. Kwa hiyo kuna kauli inayosema kama unadhani uh, uhuru wa kifedha sio kitu ambacho kina cha kujalisha, basi utakuwa ni kuku kichaa. Kwa hiyo katika safari nzima ya uwekezaji katika soko la katika katika yani, safari nzima ya uwekezaji au katika kupata uhuru wa kifedha Haianzii moja kwa moja kwenye soko la hisa au katika u katika uwekezaji wa aina yoyote. Kwanza unaanza na tabia zako binafsi kuhusiana na nini na fedha, ambako hiki kinatokana na vitu viwili unavyotakiwa kuvielewa au vitatu, lakini hapa nitaongelea viwili. Cha kwanza unatakiwa ujue kuhusu income statement. By income statement inamaanisha kwamba namna gani unavyoweza kupata fedha yako na namna gani fedha yako inaweza kubaki kuwa fedha yako, aidha kupitia uh, kipato chako au kupitia matumizi yako. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kuonyesha kwamba, uh, uko vizuri ki, kiuchumi ni kupitia balance sheet. Unamiliki asset ngapi in comparison to nini to liabilities? Lakini ukija kwenye swala zima la income, tuchukulie mfano huu hapa katika e pie e pie chart ni mfano mdogo ambao ulikuwa unatumiwa na mwanafunzi aliyekuwa anaishi katika nchi ambayo ilikuwa haina gharama za kodi. Hakukuwa na VAT, hakukuwa na nini. Hizi nchi zipo, mfano ilikuwa Middle East kabla ya corona. Saudi Arabia ilikuwa ni nchi ya namna hiyo. Kwa hiyo gharama zilikuwa ni asilimia thelathini, ilikuwa ni kwa ajili ya emergency. Unajua kuna changamoto za hapa na pale katika, katika maisha unaweza kupigiwa simu nyumbani, shangazi ameweza shoka, kwa hiyo inakuwa ni emergency. Lakini pia gharama za chakula na gharama nyingine ndogo ndogo zilikuwa ni asilimia 30. Lakini katika yote alikumbuka kuwekeza asilimia 20. Lakini ukiachana na asilimia 20 ya uwekezaji, pia alikuwa anajilipa mwenyewe kwamba hii ni pesa yake mwenyewe ambayo ilikuwa inakaa mfukoni. Hii kiujumla tunaiita budget. Sasa budget huwa inatofautiana kati ya mtu na mtu na kati ya kipato cha mtu na mtu, hivyo kuna wengine hizi haiwezi kuwa gharama, haiwezi kuwa hivi simply, kwa urahisi huu hapana. Kuna mwingine gharama yake inaweza ikawa kwamba kutokana na changamoto mji anayoishi, labda mtu anaishi mji kama Dar es Salaam, gharama ya maisha iko juu, kwa hivyo anaweza kumtaka 70% ya kipato chake chote kiende kwenye matumizi, aidha kulipa kodi kwenye masuala ya kula, usafiri kwenda kazini, au sehemu yake anayofanya kazi, au katika miangaiko yake. Lakini pia 20% inaweza kawa ina ana uwezo wa kuwa nayo kwa ajili ya kuweka kwenye nini? Kwenye uwekezaji. Lakini haishii hapo, akawa na asilimia kumi ambayo ikaenda kwenye savings, ambayo savings inaweza ikatumika kama emergency. Kwa hiyo hakuna ile rule of thumb, hizi namba zinaweza zikabadilika kutegemea na wewe na mchakato wako mzima wa kuendesha maisha yako na mji unaoishi gharama zake za maisha kwa ujumla. Kwa hiyo hii inategemea kama tulivyoeleza hapa, ni individual choices of, nino, of allocation and responsibilities. Kwa kutokana na wewe binafsi unaweza kuamua kwamba mimi mgawanyiko wangu wa fedha utakuwa hivi au majukumu yangu yananifanya mimi niwe na bajeti ya hivi lakini ukiachana na hivyo, kuna kuja kitu kingine, tunasema the psychology of wealth. Mimi naamini binafsi, naamini umaskini ni kitu tunachorithi, kwamba poverty is inherited. Kwa sababu kwenye swala zima, simaanishi kwamba ni hatu urithi ninakwaga ni, ni katika maswala ya hela, ila anamaanisha ni katika hali ya mindset, kwa sababu wengi wetu tumezaliwa katika familia tunasema za nini middle au low class kwa hivyo ukiongelea swala la kurithishwa hela inaweza ikawa sio kitu ambacho kinaingia akilini, lakini ile mindset ambayo tunapewa tunapokuwa wadogo, sisi kama watoto uwaga tuna adapt, au tuna adopt financial habits na mitazamo au mitazamo au maono kama yale nini ya wazazi wetu, kwa tunapokuwa nyumbani au tunapokuwa tunazidi kukua, tunaona namna gani pesa nyumbani inakuwa haikai, labda kutokana na kuwa mismanaged au kutokana na jinsi gharama za maisha zinavyokuwa au gharama za matumizi zinavyokuwa kubwa ambazo zinakuwa sometimes zinakuwa zinazidi kile kipato cha mzazi. Kwa hiyo maana yake hii pattern au hii kitabia huwa inajirudia. Kwa hiyo inapokuwa inajirudia inatengeneza nini? Inatengeneza uh, financial struggle. Kuna kuwa na namna kwamba mtu anakuwa huwezi kutokana na huu ugumu wa maisha ambako unakuta mtu anaishi kwamba asubuhi ameamka anaenda kazini. Kwa reality kwa mfano hapo, una job reality, mnaamka asubuhi, mnaenda kazini, mkienda kazini, mkirudi, mmepata hiyo pesa, mnakuja kutumia yote, inakuja kuisha katika hali ya nini? Katika hali ya expenses, ambako hii tunaiita ni kama inakuwa ni kama cycle ya nini, ya utumwa wa kifedha au utumwa wa kiuchumi, ambao kwa wenzetu wanaita rat race. Unaamka asubuhi upate kipato ili upate bill na niliu cheki yako kwa ajili ya mwisho wa mwezi, mwisho wa siku ile ila haikai inaisha ufanye maendeleo, huwezi kuanzisha kitu cha msingi. Kwa hiyo hiki kitu tunakuwa tunarithishwa. Ndio maana hata sisi kipindi tunaanza kujifunza au tunaanza kusoma, tukawa tunaambiwa kwamba ukisoma kozi za afya ukiwa na GPA nzuri, utapata kazi, lakini mwisho wa siku tunakuta watu wako mtaani bado, licha ya kuwa na performance nzuri, kuwa na mwenendo mzuri, kwa sababu ni vitu ambavyo tumejiwekewa kwenye akili yetu, tukiamini kwamba maisha ni ajira. Sipingi ajira au si katai kwamba mtu afanya ajira lakini tufikirie nje ya box, tuwe, lakini, cycle, tuwe na kitega uchumi cha ziada ili kuweza ku break hii, tunataka tuweze kuwa na jitihada katika namna kufikiri, ili kwa namna nyingine ambayo inaweza kawa labda kwa kupata elimu ya kifedha, au au kuangalia ku, ku, ku, ku, ku, adopt kitu kingine kipya au kuwa na mindset ambayo kuweza sisi kuweza kufanyaje ku, kuweza kuen au kupata fedha, namna ya kutumia na namna ya nini ya kuwekeza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinataka, tunasema fikra yakinifu. Lakini ukiachana na hilo, kuna namna sasa ya kuwekeza, yaani kriteria za kiujumla unazoweza kuzitumia ukitaka kuwekeza. Hivi ni vitu ambavyo mtu yeyote akiwa anajiandaa kuwekeza anatakiwa avijue au awe navyo, ili viweze kumsaidia kwa namna moja au nyingine. Ili uweze kuwekeza, unatakiwa uweze kufanya kitu kinachoitwa analysis au ufanye uh, evaluation ya kampuni ambako unatakiwa uanze kwanza uweze kujua kampuni consistency yake na durability. By consistency, na maanisha kwamba, je, hii kampuni itaendelea kuwepo within 10, 20, 40, 50, 100 years to come. Na je, hii kampuni inaweza kuimili? Mfano uzuri kampuni ya Coca-Cola ambayo wengi wetu tunaijua na iko worldwide especially kipindi hiki cha mwaka mpya, kuna kuna matangazo mengi ambayo yanakuwa yanahusishwa sana na Christmas. Hizi hii kampuni iliundwa mwaka 1886 lakini mpaka leo watu hawajaacha kunywa soda, maanake ni kampuni ambayo ina consistency na bado itaendelea kuwepo na ipo. Lakini pia ukiachana na hivyo, kuna kampuni zetu za nyumbani pia, mfano kuna hii Vodacom ilianzishwa mwaka 93 kwa Tanzania. Kuna hii Yas ambayo zamani ilikuwa inaitwa Buzz ikaja kabadilishwa, ikaja kuitwa Tigo, sasa hivi inaitwa Yas. Lakini ukiachana na hivyo kuna fikna, kuna kampuni nyingine mfano mabenki CRDB au NMB zipo. Hizi ni biashara ambazo zipo au ni, ni na ndio ambazo ni ni kampuni ambazo zitaendelea kuwepo mpaka pale itakapotokea kwamba kuna biashara au kuna idea mpya itakayokuja kuweza kuzitoa hizi kwenye soko. Ukiachana na hivyo kuna kitu tunakiita business model. Lazima ujue kampuni husika unataka kuwekeza inajihusisha na nini au inafanya nini. Mfano Vodacom inajihusisha na masuala ya mitandao, labda kutoa huduma ya, ya pesa, kutoa huduma ya, ya vocha na huduma ya nini na huduma ya ya internet, huduma ya muda wa maongezi na kadhalika. Hivyo hivyo, hata kwenye simu kwao, unavyotaka kuwekeza, unatakiwa ujue, kwa sababu kuna watu wako very sensitive kutaka kujua kwamba wanakowekeza, je ni sehemu ambayo ina align na misingi yao ya kidini. Ukiachana na hivyo, kuna kitu kingine tunakiita financial statements. Financial statements hizi ni nyaraka za kifedha ambazo zinatolewa na kampuni husika kuweza kuonyesha mapato yao, matumizi, asset zao na pia kuonyesha pesa walizonazo mkononi au walizonazo ambazo zinaweza kufanyia mzunguko. Kusema hayo ningependa kutoa shukrani zangu kwa wale wote mnaopenda kuangalia video hii au mliweza kuangalia video hii. Niwashukuru, ningependa kuwaomba mlike na kusubscribe. Lakini pia hatutaishia hapa, tutaendelea kujuzana na kupeana taarifa za hapa na pale kuhusiana na swala zima la uwekezaji. Asanteni kwa kuangalia. Till next time. Bye bye.